Wito umetolewa kwa serikali kuiondoa kabisa kodi ya VAT kwenye utalii, kwani kodi hiyo kwa namna moja ama nyingine, inaweza kusababisha kupungua kwa watalii wanaotembelea vivutio vya kitalii nchini Tanzania pamoja na mapato yatokayo katika sekta hiyo. Kauli hiyo imetolewa leo bungeni mjini Dodoma wakati mbunge wa viti maalum, Neema Mgaya, alipokuwa akichangia mapendekezo ya serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2016/2017. Wenzetu wa Kenya wametoa kodi katika swala la utalii, lakini sisi wa Tanzania tumeamua kuweka kodi katika swala la utalii. Kiuhalisia sisi Tanzania mshindani wetu mkubwa katika swala la utalii ni Mkenya. Kabla hatujaweka asilimia kumi na nane bado utalii wetu wa Tanzania ulikuwa kwa gharama kubwa ukilinganisha na Wakenya. Naiomba wizara iangalie swala hili la utalii katika masuala mazima ya ushindani wa utalii baina yetu sisi na Wakenya, huenda tukasababisha watalii wengi waache kuja Tanzania. Amesema dhamira ya serikali ya kupunguza vifo vya wakina mama na watoto haitafanikiwa kwa sababu vifo vingi hutokea kwenye vituo vya afya na zahanati ambazo katika bajeti hii zimesahaulika. Katika bajeti hii nimeona hospitali za mikoa ndio ziko chini ya wizara lakini kiuhalisia watu wengi wapo kwenye makata na kwenye halmashauri. Kwenye halmashauri zetu, watu waliokuwa kwenye kata, kwenye vijiji vyetu, macho yao yanakuwa yanatizama zahanati zao na vituo vyao vya afya ambao viko kwenye kata na kwenye halmashauri zetu. Aiza ameitaka serikali kuhakikisha kuwa inatenga fedha nyingi kwa ajili ya kutatua kero ya maji nchini. Ni vyema kuweka pesa nyingi katika mfuko wa maji sababu tatizo la maji li, ni kubwa sana Tanzania na anayeteseka katika matatizo ya maji ni sisi wanawake, kinamama wa mkoani kwangu kule, kinamama wa kata ya Saja, kata ya Kijombe, kata ya Wanging'ombe, kata ya Mkong, Mkongobaki, kata ya Mkomang'ombe, kata ya Ludewa mjini, Ludewa vijijini, kuna shida sana ya maji kwa muda wa miaka mingi pamoja na Njombe mjini. Mheshimiwa Spika, ni vyema serikali itambue umuhimu mkubwa wa kuweka pesa nyingi katika mfuko wa maji. Kuhusu suala la kodi katika malipo ya viinua mgongo vya wabunge Neema Mgaya anasema mimi nashangaa katika kategori ya watu tisa, ambao akiwemo makamu wa rais, prime minister, chief justice, akiwepo high court judges, wakiwepo maspika, supreme court judges, regional commissioners na hawa wakuu wa wilaya, kwa nini wamesingwa out? Mbunge tu ndo akatwe kodi ya kiinua mgongoiko ili hali katika hilo grupu hao watu wote nao wanatakiwa waingizwe, kukatwa, kukatwa makato haya, kama kweli serikali ina nia ya dhati na hao watu wengine wote waingizwe wakate, au labda kama kuna kitu kimejificha, tunaomba wabunge tukijue hicho kitu ni kitu gani. Kutoka bungeni mjini Dodoma, Peter Edson, Mwananchi Digital.